Hapa ni katika kijiji cha Nakwa, kitongoji cha Mageni, wilayani Babati, mkoani Manyara. Tumefika hapa baada ya taarifa za kusikitisha kutokana na familia moja ambayo imepoteza jumla ya watu watatu kwa nyakati tofauti, huku chanzo ikielezwa kuwa ni sumu ambayo imedaiwa kwamba huenda watu hawa walitumia sumu hiyo pasipo wao kujua, lakini uchunguzi wa tukio hili bado unaendelea kufanywa na jeshi la polisi pamoja na madaktari. Tumefika hapa na kuzungumza na mwenyekiti wa eneo hili ambapo yeye anatueleza mkasa huu ambao umewagusa watu wengi katika eneo hili. Mi naitwa Diocratus Barani, mwenyekiti wa kitongoji cha Mageni, kijiji cha Nakwa. Kwa ufupi ni kwamba, baada ya kama siku kama nne zilizopita, mi nilipata taarifa ya ugonjwa wa watoto hawa ambao wametangulia kufariki. Niliambiwa wako hospitali hospitali ule mkoani, wakakaa kama siku kama mbili hivi, baadaye tulisikia kifo cha mtoto mmoja. Baada ya kile kifo cha mtoto mmoja usiku wa kwanza, usiku wa pili tena usiku wake, tukasikia mtoto mwingine amefariki tena, sababu ya kufariki kwa kwa tuko hapa kwa ushirikiano tulikuja kwa ajili ya shughuli za mazishi kuandaa mpango wa mazishi hapa, ambayo ilikuwa jana jana. Tunazika ile mazishi na karibia kuisha, tunataka kwenda makaburini, kapata taarifa tena mama yao na mtoto amefariki. Sasa tulitaka tufanye mpango tena ya kuwazika wote kwa pamoja, tukawasiliana na uongozi wa juu. Uongozi wa juu akatushauri hapana, tukabadala kuzika leo mpaka usiku tuahirishe msiba wa mama ke leo kwa majina, anaitwa Mariam Kali Nanga, ni balozi wa hapa, ni mama mkwe wake na binti huyo waliofariki. Ma mdogo yani, upande wa baba mdogo, kuna watoto walifariki wawili, ndio mama yao kafuata, walikuwa wote mkoani wamelazwa, na baada ya hapo waligundulika na tatizo la ini kwa, kwa sababu wanasema wamekula sumu. Watoto, huyu aliofariki wa kwanza ana miaka minne na huyu wa pili ana miaka saba yuko darasa la kwanza, na mama pia miaka yake sijajua, ila kama thelathini na tano hivi kizidi. Alikuwa anaishi na watoto wake, mmoja huyu mkubwa alichukuliwa na babu mdogo wake, alivyokataa shule akamchukua akampeleka madrasa huko Kondoa. Kwa hiyo hao wengine alibaki nayo, alikuwa anaishi naye hapa hali ya maisha yake kabla ya mauti kumkuta, tulimpeleka hospitali ya zahanati hapa Nakwa. Baada ya hapo alipewa dawa akaja nyumbani. Hiyo dawa alitumia usiku, usiku huo alizidiwa. Asubuhi palipokucha alimwita huyo jirani wake hapa karibu. Huyo jirani alikuja, alivyokuta hali ni mbaya akapiga simu nyumbani kwa wakwe zake. Baada ya hapo mama mmoja akaenda akampeleka hospitali ya Mrara. Baada ya kufika hapo hospitali ya Mrara, akapitishwa hospitali ya mkoa akaendelea kwa huduma zaidi. Baada hapo, wakampima alikuwa na mimba miezi mitatu, hiyo mimba ilitoka. Na baada hapo, alipata nafuu na kuruhusiwa, akaambiwa katumie hizo dawa. Baada ya kutumia hizo dawa, akaambiwa tarehe mbili mwezi wa sita arudi, ndipo tulimpeleka hiyo tarehe mbili, juzi ndio. Mm. aliugua kwa muda gani? na wakati anaugua watoto wake pia walikuwa na hali gani? wakati yeye anapoumwa, watoto, yeye alivyopelekwa hospitalini ya mkoa, alivyoruhusiwa akaja nyumbani, watoto wakapelekwa siku ya pili zahanati hapa, na hapo walipopata matibabu wakaja nyumbani, wakaambiwa watumie dawa sasa wote wakawa ndo wanaugua hapo nyumbani. Baada ya hapo, tukaona mbona watoto wamezidiwa, tukawapeleka hospitali ya tuliwapeleka, wazazi wazazi wakasema hawa watoto watu hawezi wapelekeni mkoani Aiza Mrara kwa haraka haraka, tukaondoka mpaka Mrara na hao watoto wakaendelea na matibabu huko Mrara na ni mkoani kutoka hapa. Jina langu ni Marsela Zaro, na hii ni Clouds TV.